Ni majira ya dhuhuri katika eneo la Magereza mjini Moshi ambapo Bwana Marco Oscar anatokwa na kijasho chembamba, lakini je, unajua anafanya nini hapa? Marco anafua vyuma chakavu kisha kuviunganisha ili kupata umbo la mnyama mwenye mvuto. Ndani ya sanamu ya mnyama huyo lipo jiko la kuchoma nyama. Kwa hiyo hii ni urembo lakini unaweza kukachoma unachoma nyama zako nyama za ndani. Hili ndio jiko lenyewe hili. Kwa hiyo tunalitoboa. Kadiri ya mkao mkao unakaa. Kwa hiyo inakuwa inakaa hapa chini. Unaweza kutoka na kuingia. Alafu tunachukua hizo tray, unaona hizo. Hizo hizo ndio tunaikaa nyama sasa. Kwa hiyo panga zinakuwa zipo mbili. Kwa hiyo nyama mtu atachoma anaweka na hii ya chini ambayo ina moto mkali. Kufunga, ukibana, kama inaiva chap chap. Kwa mbali unaona ni sanamu ya chuma ya mnyama tembo, lakini ukifungua sehemu hii unakutana na jiko ambalo liko tayari kusubiri mteja. Kila anapenda sana mwenye ni kitengeneza, hata kama isipouzwa kitu kikubwa kikaa sehemu, nikiona nimetengeneza, mwenye anajisikia tu blame, sio mpaka ni, ni, ni, so, ni. Lakini kazi hii kumchukua muda gani? hasa kama hii kisimamia, kuanzia asubuhi kila siku. Kwa tembo kama huyu, wiki tatu hadi nne. Sasa Marco ameajiri vijana kumsaidia hii kazi. Eh, kwa kwanza kuzoea moto, ukishazoea ile welding yenyewe basi unakuwa unaanza kutengeneza kitu. Unajua picha wanatengenezea kama hii, tengeneza. Ah, kama unatuliza kitu na unaishi tuna familia vizuri. Si bora tunaishi tuna familia zetu vizuri. Na, na mimi napenda kwa fundi mkubwa, kama alivyo kwa fundi wangu mkubwa. Safari moja huanzisha nyingine. Ni wanyama wote tutatengeneza. Wanyama wote tutatengeneza, wadudu wote tutatengeneza. Kama una jiko lako dogo la kuchoma nyama na labda unaliona limenuna hivi, basi jaribu jiko la sanamu ya mnyama kama vile tembo, twiga na labda simba, na hii ni kwako wewe unayechoma nyama nyumbani. Mimi ni Enos Masanja, habari weekend, Kilimanjaro.